Mfano, mwaka jana tulipewa tuzo tatu na Mheshimiwa Rais. Tuzo moja ilikuwa ni mchango wetu katika utoshelevu wa chakula, yani tunapozungumzia kwamba nchi sasa sasa hivi ina utoshelevu wa chakula asilimia mia moja ishirini na nane, ni mchango mkubwa sana wa mamlaka hii. Kwa nini? Kwa sababu sisi ndio tunaodhibiti visumbufu hivi vya mimea ambavyo vingeenda kuathiri nini, uzalishaji. Msimu uliopita tulikuwa na uvamizi wa, wa kwelea, kwelea kwenye halmashauri kumi na nane kulikuwa na uvamizi wa watu, kulikuwa na kwelea kwelea milioni mia mbili na saba walikuwa wamevamia. Kwa hiyo sisi tukaenda tukadhibiti, na ikiwemo m, m, nani huko Mbeya, Mbarali, Kapunga, sawa, ilikuja ndege, kwa hiyo tukadhibiti na tukaweza kuokoa tani zaidi ya milioni moja pointi nne sita za mazao ya nafaka, kwa maana ya mpunga, mtama na uwele, sawa, lakini pia tulikuwa na uvamizi wa panya jana kwenye mikoa uh, kumi na sita wilaya 54 hamsini tulikwenda nne, kwahiyo tuka, tukadhibiti. Kulikuwa na hekta laki tatu na themanini na tisa elfu zilikuwa zimevamiwa, zime, zime kwahiyo tukaenda tukadhibiti. Lakini pia tulikuwa na umz uvamizi wa nzige, eh, wa viwavi jeshi vamizi katika halmashauri arobaini na nne No, mm -hmm. Eh, hekta za mazao laki mbili na saba ziko zimevamiwa. Kwa hiyo tukaenda tukadhibiti na tukaweza kuokoa tani zaidi ya tani laki tano za mazao. Unaona? Tukawa na udhibiti pia wa, wa, wa nzige ambao walivamia Ikungi kule na kwenyewe hekta mia nne na tano zimevamiwa. Kwa hiyo tukaenda tukadhibiti, lakini pia nzige wapo tukaenda tukadhibiti. Kwa hiyo ukiangalia hii unaona kabisa mchango wa mamlaka kwenye utoshelevu wa chakula pamoja na, na, na uchumi. Kwa mfano sasa hivi tunazungumzia katika Afrika Tanzania ni nchi ya pili katika uzalishaji wa mahindi, sawa? Ya kwanza ilikuwa, ni South Africa, ilikuwa ya pili ilikuwa Nigeria, lakini sasa hivi tumeipiku Nigeria. Sasa hivi sisi ndio wa pili katika uzalishaji wa mahindi, lakini hilo huwezi kulifikia bila mchango wa, wa, wa, wa mamlaka. Unaona? no, Yeah. Kwa hiyo nataka mjue kwamba nani e, mamlaka hii ni, ina umuhimu gani lakini ina mchango gani katika e, ukuzaji wa uchumi wa, wa, wa, wa taifa.